Tumeamua kuingia katika hii project kwa sababu tumegundua kwamba wakulima wengi wanatumia nguvu nyingi sana kwenye kulima kwa sababu ili wapate eh, mazao mengi wanalazimika kulima eneo kubwa sana. Kwa sababu wanalazimika kulima eneo kubwa tumeona hapana katika maeneo haya haya madogo wanaweza wakaongeza waka, waka uzalishaji ukawa mkubwa zaidi badala ya kwenda katika eneo kubwa ambalo watatumia nguvu nyingi watatumia fedha nyingi na watapata tija kubwa. Kwa hiyo ndio maana sisi kama halmashauri tukaamua kuanzisha hiyo project kuhakikisha kwa kwamba tunapata wataalamu kutoka SUA na faida sio tu tija peke yake, faida itapatikana kwa wataalamu wa kilimo walioko katika wilaya yetu, ambao kwa sababu watafanya kazi kwa pamoja na wataalamu kutoka SUA ambao ni wabobezi. Kwa hiyo kadiri watakapokuwa wanaendelea kufanya na wataalamu wetu wale, ule utaalamu utaendelea kubaki kwa wataalamu wetu, ambao utasaidia kwa uh, kwa maeneo mengine na wanafanya muda wao. Kwa hiyo hicho kitu tunakihitaji sana, kwa sababu wakulima wetu eh, wataalamu wetu watapata, uh, watapata zile taaluma ambazo uh, za, za moja kwa moja za shambani za, za, za, za, eh, za kuona na kufanya badala ya kuwa wamesoma tu halafu baadaye wanakuja kutekeleza, na mpango wetu ni kwamba tukimaliza katika hizi vijiji uh, vinane katika hivi vijiji vinane tutahamia tena kwenye vijiji vingine kati ya kumi na mbili mpaka uh, kumi na tano ili ndani ya miaka mitatu uh, tuwe tumemaliza vijiji vyote thelathini na tisa vyote, tuwe tuna mpango wa kuongeza tija katika zao la la mahindi. Ninaamini kwamba endapo tutafanikiwa kama tulivyokuwa tumepanga, tutabadilisha mindset uh, na utaratibu wa kilimo katika maeneo yetu ya, ya, ya wilaya Tanganyika, na tutaongeza tija katika zao la, la, la, la mahindi lakini kama tutafanikiwa vyema zaidi katika zao hili, kwa sababu eh, eh, baada ya kupima ule udongo tumejigundua kwamba hata mazao mengine tunaweza tukayaboresha, kwa tutahamia kwenye zao, tuta zao la biashara kama pamba, kahawa na mazao mengine na mpunga, ili kuhakikisha kwamba kwa tunaongeza tija katika uh, mazao ya kilimo katika maeneo yetu, ili uzalishaji uwe mwingi na bora kwa wananchi wetu. Na mmetenga shilingi ngapi katika hii phase ya kwanza ya mradi? Kwa ah, uh, katika bajeti yetu tulikuwa tumetenga takriban zaidi ya milioni mia nne na hizo mna kwa sababu uh, kiasi fulani tumeamua kununua gari kwa ajili ya sekta ya kilimo, lakini uh, fedha nyingine ziende moja kwa moja kusaidia uh, kusaidia, kusaidia hii project ifanikiwe, lakini pia ku, kuongeza kuwasaidia maafisa kilimo wafanye kazi zao bila bila kukwama, kwa sababu tunahitaji kuwanunulia mafuta kila mwezi, kwa sababu wana pikipiki na wale ambao hawana pikipiki tunazifanyia sevisi zilizopo, ili wapewe pikipiki zingine, kuakisha kila bwana kilimo anakuwa na pikipiki yake inayofanya kazi, anapata mafuta na anaenda field bila matatizo. Kwa hiyo hichi kitu tumeamua kukifanya ili kuhakikisha kwamba tunaboresha kilimo katika wilaya yetu ili kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji, ndio lengo kuu, kwa sababu uh, takriban bajeti yetu bilioni bilioni uh, bilioni 2.5 mpaka saba inatokana na mazao ya kilimo kwa hiyo ni lazima tuongeze fedha kule ili kuhakikisha kwamba tunapata tija zaidi na tuwasaidie wakulima moja kwa moja wao wenyewe, badala ya sisi kulipana posho na nini, tuweke hela kule ambapo kuna tija ili kuhakikisha kwamba tunaleta ufanisi katika kilimo, okay. Jina naitwa Dr. Proches Msigula, ni mwadhiri mwandamizi chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Design ya mradi huu unahusisha mambo mengi lakini tulianza kutafuta wakulima viongozi ambao sasa watatumika kuwaelimisha wakulima wengine kwa hiyo tuna vijiji nane na kila kijiji kuna wakulima viongozi 30 kwa hiyo baada ya hapo tulisajili mashamba yao tukajifunza hali halisi ya hali ya hewa na vitu vingine tukachukua sampuli za udongo tukazipeleka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwa ajili ya eh, taratibu za kimaabara kwa hiyo baada ya hapo tukarudi majibu, tukawaletea wakulima, tukaendelea kuwapa elimu. Kwa hiyo wakaanzisha haya mashamba darasa. Mashamba darasa kwa ujumla yako 240 katika vijiji 8. Lengo ni kuinua uzalishaji wa mahindi kutoka wastani wa gunia tatu mpaka saba kwa hekali kwenda hadi gunia 28 hadi 30 kwa ekali moja. Mradi huu unatekelezwa kwa ushirikiano wa halmashauri ya wilaya ya Tanganyika, ikiwa na maana kwamba wataalamu wake, lakini viongozi wa vijiji husika vile nane, lakini pia chuo cha Sokoine cha kilimo kikiwakilishwa na mimi Proches Msigula pamoja na mwenzangu Danieli Nunda. kwa majina mimi naitwa Abdalla Rashidi Palanga ni mkulima wa kijiji na tuliteuliwa watu thelathini ambao tutakuwa na mashamba ya mfano katika kijiji hiki. Prosesi zilianza kwa kupewa elimu, viongozi kutoka chuo kikuu Sokoine na viongozi kutoka halmashauri ya wilaya walianza kututembelea, kutupa maelekezo. Baada ya hapo, walikuja wakapima, wakatumia udongo, nini, kila kitu wakamaliza. kama matarajio yangu kwanza hata mimi saizi nafurahi kuwa shambani muda wote, kwa sababu tu nikifika shamba naona hali ya hewa ni nzuri, sivyo kama ilivyokuwa zamani. Nafikiri hata wenzangu watajifunza. Sisemi vibaya, zamani tulikuwa tunalima, unaona, kama mwenzetu pale na sisi ndivyo muhulo ulivyokwenda, hatuna utaratibu, tupalie wakati gani, tuupande wakati gani. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwenye heka hiyo ukapata gunia saba nane kwa heka, ni kweli lakini hapa natarajia naweza nikapata hata gunia kumi na nane ni nusu heka. Kwa majina anaitwa Ezekieli Kabita Malenga, ni mkulima wa kijiji hiki cha mchaka mchaka. Kwa hiyo baada ya kupimwa mashamba haya tumejua ni mbolea aina gani zinahitajika kwa wakati gani. Kwa hiyo faida kubwa ambayo tumeipata ni hiyo, kujua uwezo wa ardhi zetu, lakini pia ni mbolea zipi tutumie.